Kama mnaofahamu, mwaka 2027 Tanzania itakuwa mwenyeji wa michuano ya Afcon. Ku kuhosti michuano mikubwa kama hiyo ni jambo ambalo hutokea mara chache sana. Tanzania haijawahi kuandaa michuano ya Afcon, lakini mwaka 2027, tutakuwa wenyeji wa michuano ya Afcon kwa kwa mara ya kwanza. Kwa hili ni ni jambo jambo kubwa ni jambo kubwa la kihistoria. Ndio maana lazima tufanye maandalizi ya uhakika yatakayotufanya tuyahosti hayo mashindano kwa viwango vya hali ya juu, ili tuwaambie dunia kwamba Tanzania si tu ina uwezo wa kuhosti haya mashindano ya Afcon, bali na mashindano mengi mengine makubwa katika Afrika na dunia hii. Kwa hiyo e, ukiangalia bajeti hii inajielekeza pia kwenye eneo la ujenzi wa viwanja vya michezo pamoja na kukarabati vile vilivyopo. Kwa hiyo mpaka AFCON hii inaondoka itakuwa imetuachia viwanja bora, viwanja vya kisasa vinavyoweza kutumika kwa miaka mingi huko mbeleni. Kwa hiyo wito wangu serikali pamoja na wa sekta binafsi, serikali inawekeza kwenye viwanja vya michezo, inajenga viwanja vipya na kukarabati vile vilivyopo, na watu uh, makampuni ya sekta binafsi tuiunge mkono serikali kuwekeza katika miundombinu ya michezo. Ukienda pale Azam Complex wana uwanja lakini ukienda halmashauri ya Kinondoni pale KMC wana uwanja, sio? Ukija Singida hapa kuna uwanja wa Airtel. Unaona? Sasa lazima tushirikiane na serikali kuwekeza kwenye viwanja vya michezo, ili tuwe na uwezo mzuri zaidi wa kuendesha michezo, lakini na kuvutia mashindano mengi zaidi kuja kufanyika Tanzania. Kwa hiyo mimi kama mdau wa michezo nimefurahi, nimefarijika kuona bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 25 26 imejielekeza pia kwenye kuwekeza kwenye viwanja vya michezo. Tunataka tucheze kwenye viwanja vilivyo bora zaidi, ligi yetu icheze kwenye viwanja bora zaidi kuliko hivi vinavyotumika hivi sasa. Kwa eneo hili la amini, itatupa nafasi kubwa kama taifa, na bahati nzuri watu wengi wa Tanzania wanapenda sana mpira. Hasa wakati mwingine unaona mpira unachezwa kwenye uwanja utafikiri ni shamba au jaruba la mpunga. Sasa inaondoa ladha, inaondoa hamasa, lakini kwa sababu serikali imeshaamua kuwekeza kwenye eneo hilo, basi na wadau wa sekta binafsi nendeni pia tukawekeze. Halmashauri, nafahamu halmashauri nyingi nyingi zinamiliki viwanja, kuna shule nyingi zinamiliki viwanja. Hebu na sisi twende na huu na huu uelekeo wa serikali, tukawekeze kwenye hivyo viwanja ili kuboresha zaidi sekta ya michezo na kuchochea zaidi kukua kwa vipaji mbalimbali vya michezo. Lakini eneo lingine la ambalo pia nimeliona ni eneo zuri kwenye bajeti hii ni eneo la rasilimali watu. Serikali imejielekeza kwenda kuboresha eneo la watu rasilimali watu. Eneo la kwanza muhimu sana kwa watu ni eneo la afya zao. Taifa la watu wasio na afya ni taifa la watu, wei, watakuwa watu wengi ni tegemezi, hawawezi kushiriki shughuli za kiuchumi bila kuwa na afya nzuri. Kwa hiyo serikali imejielekeza kwenye kujenga hospitali, kujenga vituo vya afya na zahanati kote nchini, lakini sio tu kujenga majengo. Ukitizama idadi ya vifaa, serikali pia imewekeza kwenye vifaa vya kuchunguza magonjwa na matibabu kama ni CT scan, kama ni digital x-rays, MRI na vifaa tiba vingi, serikali kupitia bajeti hii inaendelea kwenda kuwekeza. Lakini kubwa zaidi, kwa sasa tuna changamoto kubwa ya gharama za matibabu. Watu wengi wanakwenda hospitali akiambiwa gharama za kutibiwa, anaomba aruhusiwe kwenda nyumbani, aende akajipange. Anaendelea kuugua, afya inazidi kudhoofika, lakini hana uwezo wa kubeba gharama za kutibiwa. Ndiyo maana serikali kwa kuliona hilo imeamua kutunga sheria inayotaka kila Mtanzania awe na bima ya afya na nimeona kwenye bajeti ya serikali ya mwaka huu 25 inayo